Niko hapa kwa ziara ya siku mbili pamoja okay, uh, na mambo mengine, lakini tumekuja specifically kwa ajili ya kutembelea incubation hubs za innovation uh, hmm. hmm. za startups za vijana hmm. lakini vile vile kuzungumza na vijana wa startups yeah. Startups ni vitu vigeni, ni vitu vyenye ubunifu hmm. lazima kuwe na ubunifu, lazima kuwe na ugeni hmm. kitu ambacho watu wengi wanakutana barabarani hapo, kama unauliza startup nini haisikupa majibu wakiwa na sera yao ambao na wenyewe wametoa mchango wao itawasaidia. Maelekezo wa Mheshimiwa rais ni vijana hawa, lazima tuwashike, lazima mm -hmm. waone serikali yao inawajali. Mheshimiwa rais anawapenda sana, ametuelekeza kuhakikisha tunatengeneza mazingira ya kuona kwamba zile bunifu zao mm -hmm. zinafika kwenye matokeo na pale ambapo mheshimiwa mkuu wa mkoa tutahitaji msaada, tutakuomba mm -hmm. unafahamu uwezo wako na nia yako na commitment yako kuhudumia wananchi wa mm -hmm. mkoa Arusha kuomba. Sisi vijana tuliopewa upendeleo na mheshimiwa rais mm. tunapaswa kuonyesha mshikamano na kushirikiana kuhakikisha kwamba kazi yake inakuwa nyepesi kwa wananchi mm. tafsiri ya upendo wake ni wananchi wake kupata huduma, na hasa vijana kama hawa, uh, walimaarufu kama Jenzii wanapata nafasi ya ku, ya ku, ya ku share talent na potential walizo nazo hmm. Na nchi inapozitambua kama unavyofanya hivi, inaongezea morali ya kuendelea kufanya kazi. Tutakupa kila aina ya ushirikiano, kwanza unatusaidia, ni vijana wetu wa mkoa wetu, na hata jana tulikuwa na discussion nao, baadhi yao wanatamani kufanya mashindano ya kama kuna solution mbalimbali za kutumia teknolojia hmm nikawambia wajipange vizuri ili tuangalie namna gani tunaweza kushirikiana nao. Ikiwezekana fanya mkoa huu kama pilot, yaani kwenye yale mambo ya ya mgawanyo kwa Arusha ni wajanja <laughs> na huku swisi, mtupeke, mpena, yani, wa jeli, fam, sisi mtu pekee tunayempenda ni pesa. Yaani Mheshimiwa Jeli, ni kwamba sisi huku siasa sio kipambele chetu, maneno mengi si vurugu, sio kipambele, sisi huku wetukipombele ni pesa. Mtu yote anayetengeneza mazingira ya wananchi kupata pesa ha, hata wananchi wenyewe wana, ndio maana unaona Daktari Samia kama kuna mkoa anapendwa ni Arusha, iwe ni kwenye utalii, iwe ni kwenye michezo sasa hivi uwanja anatujengea, iwe ni kwenye mambo ya mikutano, sasa hivi anatuletea ukumbi, anawekeza dola milioni 500. E, ni ukumbi ambao utakuwa hakuna ukumbi mwingine Afrika Mashariki na Afrika Kati. Sasa wananchi kwa nini wasimpende? Kwa sababu anawaletea na kuwatengenezea mazingira nao wapatia pato. Kwa hiyo, Mheshimiwa Waziri, tutakuomba tu kwenye wizara yako e, pamoja na minara unaotujengea hii <laughs> kuhakikisha kama wananchi wanapata mawasiliano kama kuna chochote kingine ki kianzia hapa Arusha. e, <laughs> yani, tulete tu na hatutakuangusha, tutahakikisha kwamba dunia itaelewa ya kwamba wizara inafanya kazi na sehemu ya kufanya kazi ni ni Arusha.